Jirani yako mwambie, msalimia. Wow! Wow! <laughs> Jirani yako upande wa kulia na kushoto, msalimia jirani yako upande wa kulia na kushoto, kushoto. Wow! Sema maneno mazuri kwa ajili yake. Haleluya, angalia <laughs> kama amependeza nguo, umwambie kama ni nywele <Hallelujah. laughs> Usinyoshe mkono wako juu ya maisha yangu. Yana mwelekeo mmoja tu, mbele na juu, siku zote za maisha yangu. Maisha yangu ni hadithi ya wema na ukuu wa Mungu. Maisha yangu ni simulizi za upendo wa Kristo. Amen, haleluya. Amen. Uh, leo tutaanza series mpya ya somo. Uh, series tutayoanza itakuwa fupi, naamini amini akadiri um, Roho Mungu ambavyo watatupa muda, na nimeamua kwamba nitaenda taratibu kadiri inavyowezekana. Hello. Kwa badala ya kuweka vitu vingi ndani ya siku moja, nitaenda taratibu. Somo la leo nilipata kichwa cha habari The Fear of the Lord, hofu ya Mungu au kumcha Mungu. Amen. Haleluya. Hofu ya Mungu au kumcha Mungu. Amen. Zaburi ya 34 mstari wa 11. Zaburi ya 34 mstari wa 11 Inasema Joni enyi wana njoni, enyi watoto mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Nami nitawafundisha hofu ya Bwana, nami nitawafundisha hofu ya Mungu. Amen, aleluya. Kwa hiyo kama Daudi anasema njoni nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ina maana kumcha Mungu ni jambo linalohitaji kufundishwa. Hello, unapoona uh, ukosekanaji wa hofu ya Mungu, pengine inawezekana na kukosekana na kufundishwa kuhusiana na hofu ya Mungu. Haleluya. Uh, ili soma ni baadhi ya yale masomo ambayo pengine sio masomo utayoyasikia kila siku. Hello, lakini ni somo mbalo tunalihitaji sana hasa kwenye kizazi chetu hichi. Amen. Uh, ambapo maarifa yameongezeka. Haleluya, na maandiko yanasema maarifa huleta majivuno, lakini pendo hujenga. Amen. Unaweza ukashangaa kwamba kwa nini kuna mtoto ambaye anajua Biblia sana kuliko wazazi wake lakini matokeo yake na ya mzazi wake hayalingani. Hello, anaonekana anajua mno lakini matokeo yake hayalandani na maarifa aliyonayo. Baadhi ya hivyo vitu ni kumcha Mungu. Amen. Ni nikiangalia kwenye historia ya kanisa na hata ukiangalia tu picha ya wengi nyumbani. Unaweza ukagundua kiasi gani ambapo uh, wazazi au watu waliotutangulia kwenye umri, element ya kumcha Mungu ilikuwa ni kitu kikubwa kwao. Pengine walikuwa hawajui maandiko kwa kina ambavyo tunafahamu. Walikuwa hawajui maana ya maneno ya kwenye Biblia ya Kiunani na Kiebrania, lakini unaweza uka, ukaona kwenye maisha yao reflection ya watu ambao wana hofu ya Mungu. Amen, aleluya. Jirani yako, tunajifunza leo hofu ya Mungu Amen. Ili tujifunze hofu ya Mungu au kumcha Mungu vizuri, ni muhimu nikaongelea neno moja ambalo tuna linatumika kwenye Christian cycles uh, lakini nikaliekea nuru ili tuweze kulielewa. Hilo neno ni neno ibada au neno kuabudu Amen? Mara nyingi nitaongelea kwa kifupi, maana hilo ni somo kabisa, ni series yenyewe kama, lakini nitaongelea kifupi ili niweze kujenga au kuweka mawe ya msingi kwenye kumcha Mungu Amen? Mara nyingi tukifikiria kuhusiana na kuabudu tunawaza kuimba. Hello? Tukifikiria kuabudu tunawaza kuimba taratibu Hello. Mara nyingi zinasema nikiimba kwa kasi ni sifa. Nikipunguza tempo nikaimba taratibu ninaabudu. Hello. Lakini labda nitaweka nuru kidogo kwenye suala zima la kuabudu. Kidogo. Maana nimesema hii ni series nyingine ambayo tutajifunza baadaye huko mbele tukipata muda. Tutajifunza weeks na weeks suala la kuabudu. Yani topic itakuwa ni kuabudu lakini sio leo. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tutaangalia kuabudu, uh, ni nini na vitu vya namna hiyo. Sasa uh, ita toa tafsiri mojawapo ya kuabudu. Kuna tafsiri kadhaa sawa, kuna tafsiri kadhaa za kuabudu, lakini tutatoa tafsiri mojawapo. Tafsiri mojawapo ya kuabudu maana yake ni kujitiisha chini ya mamlaka na utawala wa Mungu na mapenzi au matakwa yake. Pale unapokuwa umejitiisha chini ya mamlaka yake, chini ya serikali yake, chini ya utawala wake, chini ya matakwa yake na mapenzi yake, unakuwa umefanya nini? umeabudu. Hello? Kwa hiyo unaweza ukaimba taratibu lakini haujaabudu. Hello? Lakini unapojitiisha kila wakati, unapojitiisha chini ya mamlaka. Na unajitiishaje chini ya mamlaka ya Mungu au chini ya mapenzi yake? Ni kwa kujitiisha chini ya utawala wa neno lake Amen. Kwamba neno la Mungu linakuwa ni non-negotiable kwako, sio sehemu ya mjadala. Umeshasikia watu wanasema, ndio unajua Biblia inasema hivyo lakini, hello? Biblia yako hamna lakini? Hello. Ina mpana kusema maisha yangu yako chini ya utawala wa neno la Mungu. Haleluya. Ngoja ni, nianze ni na, na mfano mwepesi ambao tunaweza tukau tuka relate nao kwenye maisha yetu ya ibada ambao tunaijua, ah. Kwa mfano kwenye kuabudu Mungu ametuambia tuinue mikono juu. Unajua amesema ukimwabudu fanyeni nini? Inua mikono juu kwa sababu tunapenda, ni ishara ya Zaburi ya sitini na tatu nne anasema hivyo, nitakuimidi wakati wote wa maisha yangu, nitainua mikono yangu kwa jina lako Amen. Nasema nitainua mikono yangu kwa jina lako Haleluya. Uko kazini, uko nyumbani, mikaa zako nafanya vitu. Lift my hands in the name of Jesus. Nainua mikono yangu kwa jina la Yesu ni ibada. Amen. Hello. Na unajua lazima uelewe kitu muhimu sana tunapongelea ibada. Unapoongelea ibada unajua unaongelea kitu kama mahusiano ya mapenzi, si ndiyo? Sema, nasikia. Naelewa, no, sema tena, naelewa. Uh, kwa ambao wameshaoa na kuolewa uh, una haumpendi mtu unavyotaka unampenda anavyotaka yeye hello haumpendi mtu unavyotaka wewe unampenda anavyotaka yeye hello kwa mfano kama kwake ni muhimu wewe kuongea naye ukimpa pesa anaweza akaona bado umpendi akataka muongee si ndio kwa sababu yeye ndo anatafsiri ukiongea naye unampenda. Hello, unampenda uweze ukasema, <tik> mimi naku, hela, taari, na nikikupa hela tayari, na uone hizi hela nazokupa maana nakupenda. It doesn't work like that. Humpendi mtu unavyotaka wewe, unampenda anavyotaka. Mwabudu Mungu unavyopenda wewe, unamwabudu anavyopenda, anavyosema. Mwabudu, tufanye tu, tuinue mikono anasema. Au unaweza kusema mimi mi, mi, mi, sitaki Inua mkono wako juu polepole, yote mimi. Alafu kuna wengine wanamuulia Mungu, sio hivi, haleluya. Shusha. Ndo maana Ibilisi anaitumia hiyo, waushangae watu wakiwa kwenye kusanyiko kubwa wanaambiwa mikono juu, it's a worship, ni ibada bilisha namkebei Mungu kwamba hii ibada ingekuwa yako, lakini hao watu wananiulia mikono mimi. Leo mikono jo au kwambi pige makofi lift au shangae na ni mziki wa kuruka ruka, yule anayeinua mikono yake na watu okay, wanainua na ukiangalia, yani namna yani, yani, yani watu wanavyoinua wana it's supernatural, yani unaweza kusema, unasema wamewekewa remote. Ni wote inaona mikono, mikono hello Alleluia! Zaburi ya mia thelathini na nne mbili nasema Zaburi ya mia thelathini na nne mstari wa pili inasema, Inueni mikono yenu patakatifu mkamhimidi Bwana. Tukiwa. Ukisoma wakati Suleiman akiliweka hekalu wakfu alinua mikono yake juu akiwa amepiga magoti wakati anaomba. Haleluya! timoteo wa kwanza mbili nane timoteo wa kwanza mbili nane inasema basi nataka wanaume wasali kila mahali, wakiinua mikono mitakatifu pasipo hasira wala mashaka. Nataka wanaume wainue nini? Mikono juu wanaposali. Amen. Kwa hiyo wakati unaomba haleluya. Naweza nikakuonyesha vitu vingi sana kwenye Biblia kuhusu kuinua mkono juu. Hilo kuinua mkono juu ni somo. Basi kwa nyingine. Amen. Ngoja nikuonyeshe pointi nyingine kwenye kuinua mkono juu. Fungua Zaburi ya 119 mstari 48. Zaburi ya 119 mstari 48. Anasema, na mikono yangu nitainulia juu maagizo yako niliyoyapenda, nami nitazitafakari amri zako. Daudi anasema kwamba atapona maandiko, atapona neno la Mungu, atafanya nini? Hello, ndio maana kuna saa unasikiliza una neno, kama umejaa roho unasikiliza neno kama umejaa roho vizuri, unajikuta unainua mikono juu juu, hujui hata kwa nini unainua mikono juu au munuli mkono mwalimu, neno la Mungu, thank you Lord Jesus. Unasoma zako Biblia nyumbani, unaandika notes, umeona ufunuo umekurukia kutoka kwenye neno, you Lord Jesus Haleluya, kuna mtoto mdogo, si ndio? katoto kachanga unakasikia, kanasema mama, kanakuita Thank you Lord Jesus. Unajua kuna mtu ambaye anaomba leo mtoto wake aongee, mtoto ana miaka mingi, anaomba ni muujiza mtoto wake kuongea. Kwa hiyo haleluya, unasafiri huko kwenye ndege, unaangalia milima ilivyo mikubwa, watu wanashangaa. Umekaa nao, umeona ukuu wake, sindio? Yes. Umekaa unakumbuka mke wako jinsi ya kupi, mpaka ofisini watakuita mwinua mikono juu Ukijifunza kufanya kama hivyo, kwa sababu ni vitu vyake. oh boy, tashangaa maisha yako atavyokuwa, tashangaa maisha yako atavyokuwa.